Assalamu alaikum guys. Leo tupika mahamri. Mahitaji yetu ni unga, maziwa, custard, mafuta, iliki, sukari na amira. Katika bakuli lako lenye unga utatia custard. Kisha custard ni kijiko kimoja kikubwa, kisha utatia na iliki yako kijiko kimoja kidogo. Kisha utatia na sukari. Mimi sukari yangu natia kikombe kimoja Tutachanganya mchanganyiko wako vizuri, yani tutachanganya, kwa sababu iweza pata kama sukari pengine ilikuwa na madonge nini. Tutachanganya changanya, si waona kama hivyo vitu kwa sukari watoa. Tutachanganya changanya, unga wako usiwe na madonge kabisa. Ukishachanganya, kisha utatia nani hiyo mafuta, kisha tia mafuta yako, utatia na mira mia mira. Alikuwa ninaiweka iumuke, ili nione kama itafanya kazi. Sasa unapoimumuka na pia haina madonge madonge, utachanganya unga wako vizuri, yani utauchanganya kabisa, vitu viingiliane na unga vit... kisha sasa utatia maziwa. Sasa kuukanda, utakanda unga wako, ukande vizuri kwa makini, taratibu, mpaka unga wako ushikane, waona hivyo. Ukishashikana hivyo utaendelea kukanda sasa. Mi wangu nilitoa nkauweka chini, siwaona so, hapo wa ukanda unga ukanda, yani chukua muda wako wa kukanda unga, kanda vizuri, wakanda polepole, usiwe na haraka, maana hapo kwa kukanda ndo kwenyewe. Kisha sasa utaufinika, uwache umuke yani kidogo, yani ile rest like 20 minutes hivi, I think tosha. Kisha ukisha uona umetulia tulia, utautoa kisha utoa unga wako, sasa unaona unga hapo kidogo yani umekaa vizuri, utakata madonge saizi unayopenda madonge, mimi nikata hayo. Haya, utaweka madonge yako vizuri utaweka kwa shep yako vizuri madonge ukishaweka madonge, madonge, madonge pia utatafutia mahali yani hivyo, ukishatengeneza shep nzuri ya madonge utatafutia mahali uyaweke kidogo, pia nao yakae yani kidogo ya umuke umuke ya rest madonge yangu hayo ndo hayo, sikuwa na madonge mingi, madonge saba. Sasa utaskuma unga wako, utauskuma vizuri, usiwe mnene, usiwe mwembamba. Kisha kisha sukuma utakata, mimi nakata shep, nakata nne kama kawaida ya mahamri. Kuna wengine ukata ya raundi, kuna wengine ukata mawili, yani hivyo, kisha sukuma, kata tu katikati peke yake, lakini mimi nitakata mara nne. Usiwe mnene, usiwaona kama hivyo, usiwe mnene yani usiwe mzito mzito. Kisha kisha sukuma hivyo, na kwa uke, chukua pan yako, kwa pan watia mafuta mafuta, kisha pata moto. Sasa watia mahamri, asipate sana, yani mafuta apate moto kiasi tu, ile yani, yani asiwe ya moto sana, na asiwe yani, asiwe ya ampata sana, na asiwe pia hayajapata kabisa na sasa wachuma mahamri. Mahamri yetu ndo hayo hapo. Karibuni, subscribe please. Thank you so much for watching.